Assalamu alaikum, mambo zenu, kama jina naitwa Rukia Laltia na karibuni sana katika cheneli yangu. Katika video yetu ya leo, ningependa kuwafunzi jinsi ya kutengeneza hichi chakula kitamu sana na ni kizuri pia kwa diet, ambacho ni samaki wa salmon pamoja na viazi makini kanami hadi tamati moja kwa moja tutaanza kuandaa marinade yetu. Viungo vingine jamani, siwezi kuvisema kwa Kiswahili, nitatumia kizungu. Tutaanza kuweka kijiko kimoja cha cayenne, kijiko kimoja cha kajun, tutaweka na ndimu mbili, ama unaweza kutumia limau, kijiko kimoja cha kula cha, cha kitunguu saumu cha unga, ama unaweza kutumia cha kawaida Rosemary, kijiko kimoja cha chai mafuta alizeti ama ya kawaida, vijiko vinne mpaka vitano vya kula, chumvi kiasi, pamoja na pilipili pili manga kijiko kimoja kidogo na kisha tutachanganya kila kitu vizuri, alafu tutachukua tray yetu, yani chombo ambacho kinaweza kuingia katika oven, na utaweka hiyo foil paper, alafu utapakaza mafuta kiasi, na kisha tutachukua salmon. Hakikisha huyu samaki wako wa salmon umemkosha vizuri kama hivyo, utachukua mchanganyiko wako wa viungo na utamwagia katika samaki wako wa salmon. Hatutatumia marinade yote, maana marinade nyingine tutumia kutengeneza viazi vyetu, yani kuweka katika viazi ambavyo tutafanya hapo mbeleni. Ukishamaliza, utamkoleza samaki wako vizuri, yani usisahau pahali popote, maana hii marinade ni tamu sana. Alafu utamuoka katika oven kwa moto wa 180 kwa dakika ishirini mpaka 30. Huko samaki wetu akiwa katika oven, tutaanza na matayarisho yetu ya viazi. Utachukua viazi vako ambavyo umevikosha vizuri na umevikata kama hivyo na utaweka na carrot, utaweka na spice yako ya cajun pamoja na mafuta kiasi na maji. Funika uwache viazi vako na karoti vipikike mpaka viwe laini, imenichukua kama dakika kumi na tano. Ukishaona vimeiva utavitoa maji kama hivyo na utaweka katika chombo chingine. Alafu utachukua ile marinade ambayo imebakia utanyunyiza katika viazi vyako na karoti zako, na kisha utaweka mchanganyiko wako, yani viazi vyako katika oven kwa moto wa mia moja na themanini kwa dakika kumi na tano. Alafu katika hizo dakika kumi na tano tutatoa samaki wetu tutamtoa maji, alafu tutamrudisha tena samaki wetu katika oven aendelee kupikika yani kuokeka, yaani jumla itakuwa nimetumia dakika thelathini katika kumpika ani kumoka samaki wangu. Na baada ya dakika 30 samaki wetu na viazi wetu vitakuwa viko tayari. Kama unavyoona samaki wetu ameokeka vizuri, wacha tuandae chakula chetu katika sahani pamoja na ndimu. Mashallah, mashallah jamani, hiti chakula kilikuwa kitamu kitamu sana, na i hope pia nyinyi mutajaribu hii recipe. Ikiwa mtajaribu, please msahau kuja katika comment section na msahau kunifollow katika social media zangu zote kote natumia Rukia Laltia.